Bei elekezi yeah. Na bei elekezi hii huwa inazingatia umbali kutoka maeneo ya mijini mpaka wakulima walipo mm -hmm. Na kwa Halmashauri ya Mji Njombe uh, mawakara wote tayari washaelekezwa namna ya wao wataweza kuwafikia wakulima. Na mbolea mpaka saizi zinapatikana, mbolea zote zinapatikana. Hapo awali DIP ilikuwa imeadimika, lakini tunavyozungumza hadi sasa DIP tayari imeingia, kwa mawakara wanayo na bei elekezi huwa inatofautiana kulingana na maeneo, na haya maeneo ni maeneo ya kata tu, yani kwa maana ya vijiji kabisa ndani huwa sio, mm, haikuelekezwa hivyo, lakini mpaka pale senta ya kata ndio bei elekezi ina, ina, inazingatia hicho kitu. Kwa hiyo naweza nika nika, nika, nika elekeza wakulima kidogo, japo hizi taarifa zote maafisa kilimo wana, wanazo, lakini uh, ofisi ya vijiji kata hizi bei elekezi wanazo. Kwa hiyo bei inatofautiana kulingana na eneo husika. Kwa mfano DAP, hmm, tunapozungumza Ihanga, bei elekezi ni elfu sabini na nne mia sita sitini na nne kwa kata ya Ihanga lakini kwa kata ya Iungiro DAP ni elfu sabini na nne mia nne sitini na nne kwa kata ya, ya Ihanga makunaona kuna utofauti kati ya Ihanga na Iungiro. Hii sabini na nne mia nne sitini na nne ni Iungiro, lakini kwa kifanya DAP ya kilo hamsini ni elfu sabini na nne mia sita na moja Uh, lakini tunavyozungumza Rugenge, kwa kata ya Rugenge DAP hiyo hiyo ya kilo 50 ni 74539. Kwa hiyo zinatofautiana kulingana na kata. Kwa hiyo mkulima anashauriwa awe jirani zaidi na afisa kilimo wa kata husika, ili mwisho wa siku asiweze kudanganywa na kutapeliwa. Mbolea zote zipo kwenye mfumo wa ruzuku na bei elekezi ishatoka na bahati nzuri ni kwamba mkulima anavyonunua lazima atapata meseji kwenye simu yake, kama umenunua DAP itakuonyesha kwamba umenunua DAP kwa, kwa gharama fulani ambazo, ambazo zipo kwenye bei elekezi. Kukiona uh, wakala na kuchaji nje na ile bei ambayo umeiona kwenye meseji, toa taarifa mapema kwa afisa kilimo au uongozi ulioko jirani yako. Jumla mm. mm. tuna kata 13. Kwa hiyo kama muda unaruhusu naweza nikasoma zote alafu mshasiku soma, mkulima aelewe. Nilikuwa nimeshia kwa maana ya kata ya Rugenge mm. DAP ya kilo hamsini ni elfu sabini na ane, aa, mia tano thelathini na tisa. Lakini kwa kata ya Ruponde, DAP ya kilo hamsini ni elfu sabini na ane, mia tano thelathini na tisa. Kwa kata ya Mako, DAP ya kilo hamsini ni elfu sabini na ane, mia tano thelathini na tisa. Kwa kata ya Matora, DAP ya kilo hamsini ni elfu sabini na ane, mia sita sitini na ane kwa kata ya Mji Mwema, Mji Mwema DAP ya kilo 50 ni elfu sabini na tatu mia tisa themanini na tisa. Lakini DAP ya kilo 50 kwa Njombe Mjini uh, ni shilingi elfu sabini na tatu, mia tisa, kumi na nne. Uh, kwa kata ya Ramadhani, DAP ya kilo hamsini, ni shilingi elfu sabini na nne na hamsini na moja. Kwa kata ya Utalingoro, DAP ya kilo hamsini ni shilingi elfu sabini na nne mia moja na moja. Uh, kwa kata ya Uwemba DIP ya kilo hamsini ni elfu sabini na nne mia mbili ishirini na sita lakini kwa kata ya Yakobi DIP ya kilo hamsini ni shilingi sabini na nne mia mbili ishirini na sita Kwa hiyo huu tofauti unalandana na umbali kutoka hapa mjini. Hizi hmm. hmm. zinatofautiana kutoka uh, aina moja mbolea mpaka aina nyingine. Maanake hiyo ni ya kupandia. Eh yeah. e, zinatofautiana, zinatofautiana hii ni kwani, nimetolea mfano kwa maana ya DAP hmm. Bei elekezi ni hii, lakini mbolea zote zipo kwenye mfumo wa ruzuku na zinatofautiana bei zinatofautiana bei lakini pia hata package maka hapa nilikuwa na, nazungumza kwa maana DAP ya kilo hamsini. Mm -hmm. kuna uh -huh. DAP ipo kwenye package ya kilo ishirini na tano kuna ambayo ipo kwenye package ya kilo kumi hadi kilo tano. Hizi zote zinatofautiana bei so. Uzuri ni kwamba zote zipo kwenye bei hiyo elekezi. Sasa wito wako kwa mkulima? Ah, uh, wito wangu kwa mkulima ni kutoa ushirikiano tu kwa maafisa wa kilimo walioko jirani yake, kwa sababu danganyifu upo na kuepukana na hilo lazima mkulima awe anatoa taarifa kwenye uongozi husika ili mwisho wa siku apate kile ambacho ni sahihi kwake. E, yaani mwisho wa siku asidanganye na asitapeliwe. Maanake kuna wakulima wengine wana tabia ile kwamba anaona kabisa anatapeliwa, lakini ana hofia kutoa taarifa kwenye mamlaka husika, ambapo hiyo haitotusaidia kutoka kwenye hatua hiyo na kwenda kwenye hatua ambayo ni ya ni nzuri na ni rafiki kwa mkulima, kwa maana ya kunua kwa ile bei elekezi mm-hmm. mhm Uh, okay. Sawa, msikilizaji, asante sana kwa kushirikiana nasi. Anasema uh, okay anasema kwa eka moja, uh, kitaalamu inabidi hmm. Ah, sijui ulikuwa unataka kuuliza nini, sijui mbolea ama nini? Eh, bana ah, aya. Sasa hii ilikuwa ni kwa Halmashauri ya Mji Njombe, atakapokuja tena mtu wa, wa halmashauri ya wilaya naye atasema uh, DAP ni shilingi ngapi? Ah, maliza Nicas. Asante, ndugu mtangazaji, nilikuwa naomba nimalizie kwenye upande wa nilizungumza wakati wa maandalizi ya shamba, mm -hmm. tunazungumza sasa kilimo biashara. Kwa hiyo wakati wa kuandaa mashamba tunatakiwa tutumie hizi zana za kisasa, zana za kilimo za kisasa ambazo, uh, ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya mji Njombe ilishapokea hizi zana za kisasa, kwa maana kwamba tuna trekta tano, ambazo hizi trekta tano zinatoa huduma ya kulima kwa maana ya kukatua kwa gharama nafuu kwa maana naweza nikaita ni ruzuku sasa, kwa sababu kwa eka moja na lima kwa shilingi elfu moja na hamsini, lakini kuna trekta ya kusawazisha kwa maana kupiga haro, gharama ya shilingi elfu moja na hamsini, lakini kwa kwa kuna, kuna trekta ambayo ni mahususi kwa wakulima wa parachichi, e, inachimba mashimo ya parachichi kwa eka moja, na nyewe ni kwa shilingi elfu moja na hamsini, lakini kuna trekta ambayo ina, ina, uh, ina, ina mtambo wa kupiga viuatilifu shambani, kwa hiyo wakulima msisite kuzitumia hizi zana za kilimo. Hadi saa hizi tunavyozungumza, zipo na zipo kwa ajili ya wakulima kwao, tunawakaribisha wakulima waweze kuzitumia hizi zana za kisasa. mm -hmm. sawa asante sana. asante